Haya ya kijiri, tume ya kuajiri walimu TSC sasa inasema walimu wote nchini wako tayari kwa mpito wa elimu kwa wanafunzi wanaoingia gredi ya kumi, TSC ikiendeleza masomo kwamba wanafunzi watakaotoa ok, to, watakao, toa mafunzo kwa wenzao kuhusu mpito huo wa elimu kuingia sekondari ya juu. Crispine Otieno ana arifu zaidi. Ndivyo hali ilivyokuwa ndani ya shule ya kitaifa ya wavulana ya Kisii. Hapa wataalamu katika sekta ya elimu wakiongozwa na maafisa wa tume ya kuajiri walimu TSC wanakamilisha siku ya mwisho ya kutoa mafunzo kwa walimu ambao watasaidia kutoa mafunzo kwa walimu wengine kuhusu mpito wa wanafunzi wa sekondari ya juu. Hawa wakiwa ni walimu maalum kutoka maeneo yote sitini na nane kote Kisii, ambao wamekuwa hapa kwa wiki moja kupewa mafunzo ya jinsi ya kujiandaa kwa mpito wa kuingia gredi ya kumi. Afisa mkuu wa TSC Evelyn Mitei akisema kila kitu kishwari kwa shughuli ya kuanza masomo ya gredi ya kumi, Januari gredi 10 Januari tarehe 12 mwakani complete. Hata uh, hivyo uhaba wa walimu wa baadhi ya masomo umeendelea kuibua tumbo joto hata mpito huu wa CBC unapoendelea.

Come next year grade 10. We want to hope that the ministry shall give parents enough room to select the schools where they'll take their children so that we do not end up having a very challenging uh, transition from grade 9 to grade 10 so that a parent chooses a school for his or her child, a school he or she has confidence in that the child will get the quality education. Crispin Otieno Runinga ya Citizen